Anze kwanza, kwanza kwa kufahamu njia za uhifadhi wa mazao e, za asili na za kisasa. Matarajio yetu kwamba baada ya kuvuna wakulima mazao e, yale wanayahifadhi. Sasa kuna namna nyingi za kuhifadhi mazao kwa lengo la kuja kuyauza baadaye bei inapokuwa nzuri, lakini pia kuna kuhifadhi mazao kwa lengo la kuja kuyatumia kama chakula kwa mkulima mwenyewe. Sasa tasnia ya hifadhi ya chakula ni pana kidogo, lakini labda tu tukipita kwa yale machache, nadhani tunaweza tukawapa mwanga wakulima na watazamaji wetu, ili angalau waelewe kwamba nini tunatakiwa kuhifadhi na kiasi gani kwa kipindi cha msimu. Hifadhi kwa ajili ya kuuza, wakulima huwa wanahifadhi mazao yao kwa lengo la kusubiri soko. Hifadhi ya mazao kwa lengo la kusubiri soko a linaambatana pia na kutumia madawa. E, kwa mfano tunapohifadhi mazao ya nafaka tunategemea ili mazao yale asija yakabunguliwa na wadudu, mkulima atatumia baadhi ya madawa yanayohusiana na hifadhi ya nafaka. Lakini kwa wakulima ambao wanahifadhi mazao kwa ajili ya chakula, hasa mazao ya nafaka, kuna mifuko tumezoea kuita pix bags, mifuko hii ya, ya kuhifadhia ya mazao ambayo inakuwa na nylon ndani zile nylon zinasaidia sana kuhifadhi mazao yasiweze kuharibika, na mazao yale yakihifadhiwa kwa staili ile hasa ya mazao ya nafaka huwa hayawezi kubunguliwa kwa muda mrefu. Na kwa kuwa tunategemea mkulima atahifadhi mazao yale kwa kipindi kifupi, basi atakapohifadhi pale hana haja ya kutumia madawa, kwa kuwa pia atayatumia ndani ya kipindi kifupi. Na tunashauri e, mkulima aweze kuhifadhi E, mazao ya nafaka kulingana na idadi ya wanafamilia waliopo nyumbani. Kwa mfano, tunategemea mkulima kama familia yake wapo watu watano, ndani nyumba yake watu wazima watano. Tunategemea pamoja na vyakula vingine atakavyokula ndani ya kipindi hicho cha hifadhi ya mwaka mmoja. Tunategemea hifadhi gunia tatu kwa kila mwanafamilia. Kwa hiyo kama wako wanafamilia watano basi tunatarajia atatunza gunia kwa ajili ya, ya wanafamilia hicho kitakuwa ni chakula ambacho kinamtosha sana. Nimezungumzia kwamba kuna wakati mazao mengine yanatakiwa kuwekwa sumu au dawa, na wakati huo kuna haya ambayo ya chakula kwa ajili ya kuweza kuwekwa kwenye mifuko maalum. Mtu anaweza kajiuliza, mbona hata hiki ambacho nasema kiwekwe dawa kinaenda kutumiwa na binadamu, usalama ukoje? aa, Haya madawa tunayozungumza ni madawa ambayo ni salama, ni salama kwa ajili ya kuhifadhia nafaka e. Sasa haya madawa yametengenezwa maalum kwa ajili ya kuzuia wadudu, wadudu lakini na kuwaua wadudu waliokwisha kuingia ndani ya mahindi, lakini haya madawa hayana madhara kabisa kwa binadamu. Kwa hiyo mkulima anapokuwa amehifadhi chakula chake anashauriwa tu anapokuwa anapeleka mashine apepete, lakini pia ayaoshe kama ni mahindi e, au kama ni zao lolote alilotunza kwa kutumia dawa, basi aoshe vizuri ili aweze kutumia. Lakini tunategemea mkulima huyu ambaye atatumia madawa mazao yake anaweza akakaa zaidi ya miezi hata sita stop bila kuharibika, na jinsi ile dawa inavyozidi kukaa kwenye ala mahindi kwa muda mrefu, na yenyewe inaenda ikipoteza nguvu kwao wakati wa kuyatumia atayaosha kama ni kukoboa, atakoboa atapepeta, ataosha, then anatumia. Na dawa nzuri za kutumia ambazo zinaruhusiwa ni dawa zenye asili ya unga kwa sababu ya urahisi wake kwenye kutoka wakati wa kupepeta, lakini pia urahisi wake wa kutoka wakati wa kuyaosha. Kwa kiasi gani zina uh, hizo njia zinalinda ubora wa mazao na mbegu, lakini pia kuto kupoteza uh, vinilishe kuto kwenye hivi vyakula mazao. E, swala la mbegu lina utaratibu wake sisi kama kama wataalamu hatushauri sana mkulima kurudia rudia mbegu kwa hiyo, kuna utaratibu mzuri wa kuzalisha mbegu na kuzihifadhi, lakini zile mbegu ambazo zitahitajika kurudiwa, basi huwa tunamshauri mkulima yule, kwa mfano kama mbegu ya mahindi, tunamshauri mkulima yule aitunze kwenye magunzi yake mpaka kipindi cha kufanya nini, cha kwenda kupanda. Kama akitunza kwa, kwenye magunzi yake mahindi yale hayaharibiki. Haya, lakini kuna namna ambazo tunawafundisha wakulima pia kuhifadhi sehemu nzuri ambayo haina wadudu kama panya na nini ambao wanaweza wakawa wanashambulia na, na, lakini mkulima kama atakuwa na mbegu ambayo anafikiri ameiandaa vizuri, au kwa ushauri um, uh, wa mtaalam akatakiwa kuitunza kwa kutumia madawa madawa yale yale yanayotunza e, nafaka ndio atakayotumia kuhifadhia hiyo mbegu kwa ajili ya kuja kupanda msimu mjao na tungeweza kufahamu kwamba mambo gani anatakiwa kuzingatia kabla ya kuweza kuhifadhi hayo mazao? Ah, kwanza kabisa mkulima anatakiwa angalie, kwa mfano kwa zao la mahindi, anatakiwa angalie mahindi baada ya kuyavuna anatakiwa ameanika vizuri, amepukuchua, ameanika vizuri, amekauka, ame unyevu wake usiwe juu ya asilimia kumi na tatu, usiwe juu ya asilimia kumi na tatu. Lakini wakulima tunawafundisha pia tunaambiwa unapoling'ata na indi lako kwa mfano likavunjika, lika lisitoe kiashiria chochote cha unyevu, basi lile indi litakuwa limekauka tayari kwa. Kwa sababu unapohifadhi kwa unyevu zaidi ya asilimia kumi na tatu kwa mahindi, huwa yana tabia ya kuruhusu unyevu kuharibu mahindi kwa kutengeneza fangasi au sumukuvu. Sasa ile sumukuvu eh, ni sumu ambayo si njema sana kwa afya ya mwanadamu. Kwa ndio maana tunashauri yale mahindi maindi au mazao na ya nafaka yakauke vizuri e, tayari kwa kuhifadhiwa. Kama ni ngano pia ifadhiwe ikauke vizuri tayari kwa kuhifadhiwa kwa asilimia e, kwa ngano inaenda mpaka asilimia kumi na moja, kumi na mbili lakini isizidi asilimia kumi na tatu. Njia gani ambazo wakulima wa huku wanatumia kuhifadhi mazao yao? Njia hizo zote nilizozielezea ni e, njia ambazo zinatumika na wakulima kwa sababu ni njia zilizozulia hmm. Zote hizo zi, za kutunza kwa kutumia hizo bags, lakini pia kwa kutunza kwa kutumia madawa e, unaweka kwenye mifuko ya kawaida ambayo haina nylon ndani na e, kutumia madawa ambayo yanaruhusiwa kwa ajili ya, ya kuhifadhia mahindi. Sasa kumekuwa na tabia moja ambayo sio nzuri sana, baadhi ya wakulima wanatumia madawa yenye asili ya maji kutunzia mazao ya nafaka ni makosa makubwa sana kitala, lakini sio makosa tu, hata kwa afya ya mlaji. Unapopiga mwindi ule dawa ya maji ile dawa au sumu inaingia kwenye, kwenye punje ya mwindi, mtu atakapokuja kuosha ile mahindi <coughs> tayari ile, ile, ile sumu inakuwa imeingia ndani ya punje ya mahindi. Lakini pia dawa zile hazina uwezo wa kuruhusu mazao eh, haya tunayo eh, hifadhi kuchukua muda mrefu Matokeo yake anaweza katengeneza sumu kuvu kwa sababu ya ule unyevu, unaongeza unyevu kwenye maji, lakini ile dawa pia inaisha nguvu haraka sana. Kwa hiyo unaweza kukuta ndani ya mwezi mmoja miwili, mazao yanaanza kuunguliwa. Wengine wanatumia telix super za maji hizi, ambazo si nzuri sana kuzitumia e, kwa ajili ya hifadhi ya mazao kwanza, ya anaongeza unyevu kwenye eh, mazao ya nafaka, lakini pia anaweza akasababisha kusumbuka kwa sababu ya unyevu kuongezeka.